Karibu mtazamaji wa Gavau Media, ifuatayo sasa ni News inayosoma kwako namimico Emmanuel, lakini kwanza ni mwautasari wake. Chalamila ataka miradi ya maendeleo ubungo ikamilike kwa wakati. CCM yatoa ratiba kwa wanaotaka ubunge na udiwani na uwakilishi. wabunge wamtaka Majaliwa arudi tena bungeni. suala la vyeo mungu anapanga na kunako kimataifa, jeshi la Israel kuwafuta kazi marubani wa akiba, na huko anga za michezo, Manchester United yalazimishwa sare na Lyon. Chelsea yang'aa dhidi ya Legia Warsaw. habari kamili Dar es Salaam. mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amefanya ziara ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika wilaya ya Ubungo na kutoa maagizo kwa wasimamizi kuhakikisha miradi hiyo inatekelezwa kwa kuzingatia thamani ya fedha na kukamilika kwa wakati ili iwe na viwango stahiki. Akizungumza mara baada ya kuweka jiwe la msingi katika ujenzi wa jengo la mama na mtoto katika kituo cha afya Mpiji Magoe, Chalamila amesema serikali inalenga kuona miradi ya afya inasaidia kutatua changamoto zinazowakabili wakabili akina mama na mtoto. Amesema lazima miradi hiyo iwe imara na inadumu kwa miaka mingi, kwa sababu tunatumia fedha za wananchi na haiwezekani kukubali ujenzi usio wa kiwango. Katika hatua nyingine, alipofika katika mradi wa ujenzi wa shule ya sekondari Goba Luangwa, Chalamila amesisitiza umuhimu wa usalama hasa kuelekea uchaguzi mkuu na kuagiza kukamilishwa haraka kwa ujenzi wa kituo cha polisi cha Tegeta A, Dar es Salaam. Chama cha Mapinduzi CCM kimetangaza kufungua dirisha la wanachama wake wanaotaka kuwania udiwani uwakilishi na ubunge katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 25. Chama hicho tawala nchini Tanzania kimesema fomu za kuomba kuteuliwa au kuwaniwa udiwani nafasi hizo zinaanza kutolewa Mei 1 hadi Mei 15, 2025. Taarifa hii imetolewa kwa umma na Katibu wa Itikadi na Uenezi na Mafunzo wa CCM, Amos Makala inaeleza utaratibu kwa wanaogombea nafasi ya ubunge au ujumbe wa baraza la wawakilishi watachukua na kurudisha fomu kwa katibu wa CCM wa wilaya inayohusika. Dodoma. mbunge wa Bunda CCM Mwita Getere amemwomba Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kugombea na kurudi tena bungeni bila kujali kama atapewa nafasi ya uwaziri mkuu au hatapewa. Majaliwa ni mbunge wa Ruangwa, mkoa wa Lindi, na amekuwa waziri mkuu kuanzia mwaka 2015. na baada ya kuvunjwa kwa bunge Juni 27, 2025, Majaliwa atakuwa ametumikia nafasi hiyo kwa miaka kumi sasa. Akichangia hotuba ya makadirio na mapato ya matumizi kwa ofisi ya waziri mkuu katika mwaka wa fedha 2025-2026 bungeni jijini Dodoma, Mwita amesema Majaliwa anaweza kufuata nyayo za mawaziri wakuu kama vile John Malekela. Na katika anga za kimataifa Israel, marubani wa akiba ambao walitoa wa wito hadharani wa kuchaguliwa kwa mateka wa Israel wanaoshikiliwa na Gaza watafutwa kazi kutoka kwa jeshi la anga. Hayo yameelezwa leo na afisa mmoja wa jeshi la Israel akizungumzia barua iliyotiwa saini na takriban wanajeshi elfu moja na marubani wastaafu iliyoonekana kwenye vyombo vya habari. Afisa huyo ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba kwa kuungwa mkono kikamilifu na mkuu wa majeshi, kamanda wa jeshi la anga la Israel ameamua kuwa wanajeshi wote wa akiba waliotia saini barua hiyo hawataweza tena kuendelea kuhudumu katika jeshi hilo la Israel. Na katika duru za michezo, Manchester United imelazimishwa sare ya mabao mawili na Lyon katika mchezo wa robo fainali ya Europa League uliochezwa kwenye uwanja wa Groupama, Ufaransa. United walionekana kuwa njiani kuvuna ushindi ugenini baada ya Joshua Zakzie kufunga bao la pili katika dakika ya 88 lakini matumaini yao yalizimwa na bao la dakika za nyongeza kutoka kwa Ryan Cheki aliyeisawazishia Lyon. Wakati huo huo, Chelsea walitamba katika michuano ya Conference League kwa kupata ushindi mnono wa magoli matatu dhidi ya Legia ya Warsaw kwenye mchezo wa robo fainali, wakijiweka kwenye nafasi nzuri kuelekea mchezo wa marudiano. Hayo ni machache tuliyokuandaliwa katika dawati la habari la hapa hapa Gavo Media. Hii ni G News. Tafadhali usiache kusubscribe, ku like pamoja na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa zote ambazo tunazidi kukuwekea hapa hapa. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.